Yapo maono ambayo mtumishi wa Mungu ameonyeshwa na Mungu juu ya hali na jinsi Tanzania itakavyokuwa, nami nakuwekea hapa, kisha takwenda kuyatazama nini maana yake hasa, lakini nitazungumza zaidi nini kipo nyuma yake na nani anafanya hayo, imeanza lini na sasa ipo hatua gani. Karibu msikie. Hey guys. Kuna jambo linanisumbua kutoka juzi, nimeona nililete kwenu, huenda mtanisaidia kwa sababu limenifika hapa Guys, nimenifika hapa, kwa sababu toka juzi nimekaa nalifikiria, naliwaza, linanikosesha amani. Yani najaribu kufanya vitu vingine, naona kabisa kwamba haviendi, yaani kitu ambacho kinaniuma moyo na namwambia Mungu, kwani shida ni nini? Ni kweli nimepewa neema ya kutafsiri ndoto. Nikiota ndoto, nikiamka tu naelewa kwamba ndoto ina maana gani, au mtu mwingine akiota ndoto, akiniambia kwamba nimeota ndoto moja, mbili, tatu, naelewa kabisa kwamba ndoto ina maana gani. Na, na nikimtafsiria ndoto inakwenda kutokea kama vile vile ambavyo nimemtafsiria, au ilitokea kama vile ambavyo nimefanya nini nimemtafsiria. Lakini ndoto ya juzi nahitaji msaada wenu, huenda kuna watu wana neema kubwa zaidi ya hii ya kwangu nilionayo mimi hapa, na ninatamani mtu atakaye niambia maana ya hii ndoto aniambie tofauti na vile ambavyo mimi nimeitafsiri hii ndoto, natamani sana, kwa sababu sitamani hichi kitu kitokee kama vile ambavyo mimi nimekiona kwenye ndoto. Guys, ilikuwa ni juzi usiku nikaota ndoto. Ni kama tupo kwenye ni kama tunatembea sehemu, ni kama vichaka, ila mbele kuna miti mirefu sana, mirefu mirefu kiasi kwamba hatuoni mbele zaidi, yani tunapoona ni mwanzo wa ule wa ule msitu ambao una vichaka ndani yake, ambao umeanzia pale miti mirefu hasa. Tunatembea, ina maana tunatakiwa tuna, tuna tuivuke ule msitu ili tuende mbele hasa. Wakati tupo tunatembea na inavyoonekana ina, tulipokuwa tulipo pale tulikuwa Watanzania watupu kwa sababu wimbo uliokuwa uliokuwanaimba pale ni Mungu ibariki Tanzania, tukatukima ule ule beti wa pili. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania. Tunatembea tupo wengi, unajua ni wengi tupo nyomi, siwezi nikataja idadi kwa sababu tulikuwa tupo wengi sana. Basi tunaimba Mungu ibariki Tanzania, tukafika mbele, wakati tunatuna tunakaribia tuna ku kufikia ile miti mirefu, watu wa mbele wakasimama. Waliposimama sehemu ambayo tulikuwepo nyuma tukawa tunasikia sauti. So, nasema hakuna kusimama, nendeni mbele, mkisema msimame hiyo miti haitaanguka, na hiyo miti isipoanguka hamwezi kuvuka hapo mlipo. Ili mvuke hapo mlipo, mwende mbele kwenye unafuna, kwenye uheri, mpite kwenye huo msitu, mhakikishe hiyo miti imeanguka. Hadi mnavyozidi kwenda mbele, ndivyo hiyo miti inaanguka. Basi watu wakaanza kusonga mbele. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania Guys, tukafika mbele, miti kaanza kuanguka pu, pu, pu, pu, miti inaanguka sasa. Miti inavyoanguka inaangukia watu, kuna wengine wanakufa kuna wengine wanaumia. Sasa mimi nasema guys, tunazaje kwenda mbele kati ya mimi, miti kianguka, kuna watu wengine inaangukia wanakufa na wengine wanaumia. Nasikia sauti sana inaniambia mimi, ni lazima muende mbele, hakuna kurudi nyuma. Mkisema mrudi nyuma miti haita anguka ili miti hiyo ianguke mupite sehemu ambayo mnatakiwa kupita. Kuna sehemu mnatakiwa kwenda na hamna njia nyingine ya kupita zaidi ya hiyo. Hapo ni lazima mpite kwenye huo msitu na hiyo miti ianguke ili ninyi mfike pale mnapotakiwa kufika. Guys, watu tunatembea mbele, miti inaanguka inaangusha wengine, wengine wanaumia wanasimama wanaenda, wengine wanakufa, tunawacha popo, sisi tunapita tunatembea, lakini wimbo wetu ni mmoja, Mungu ibariki Tanzania. Tunatembea hivyo basi hiyo hali ikawa inaendelea. Tukiona kama hali imezidi, yetu tunastop. Tuki stop tunasikia sauti naongea kwa ukali. Hakuna kusimama, nimesema nendeni mbele. Mmeanza safari, mmeanza, hakuna kurudi nyuma. Nendeni mbele kwa sababu kuna ta, kuna sehemu mnatakiwa kufika. Na msip, mkisema mrudi nyuma ndio safari yenu imeishia hapo. Hamtaweza kufika pale ambapo mnatakiwa kufika. Cha msingi, nendeni mbele ili mfike pale mnapotakiwa kufika. Gas, tukaanza kwenda mbele, limiti ilikuwa inaendelea kuanguka. Na inaendelea kuwa watu na wengine wanajeruhiwa. Basi tukafika sehemu mbele kabisa, tukaona miti miwili mikubwa, ambayo hiyo miti sasa ndio imezuia sehemu ambayo tunatakiwa kwenda. Yani hii mingine ilikuwa ni mirefu lakini miembamba, ile mingine tulioikuta ni mirefu alafu minene alafu ni miwili imezuia njia ambayo tunatakiwa kwenda. Yule mtu mwenye na, ana, ni kama anatuongoza akatuambia tena. Yaani, sasa kitu kilichokuja kunishtua pale, naisikia sauti ya Mwakasege, Simoni Mwakasege, ila anayetuongoza na anayeongea ni mtumishi wa Mungu Mwakasege, yaani hiyo sauti ni sauti ya Mwakasege. nadhani wote sauti ya Mwakasege tunaijua, inasema: jamani, hii miti miwili tusipoing'oa kama Tanzania, tutabakia hapa hapa hatutaweza kufika sehemu ambayo ni salama kwetu. Kwa hiyo Mungu ameniambia kwamba hii miti miwili niambie isipotubu na kuacha njia zake itaanguka, kama wengine walivyoanguka, na anguko lao litakuwa baya, kwa sababu litaanguka na watu. Lakini kuna baadhi ya watu, tutakwenda sehemu ile ambayo tunatakiwa kwenda. Kwa hiyo ni itubu au tusonge mbele kama inavyotakiwa kusonga mbele. Jamani, nikisinzia hivi naona kama navuta picha ile miti, jinsi ilivyokuwa, ilipiga piga matawi ilipiga matawi ilipiga ilipiga ilipiga, inapiga, watu wanaanguka huko, lakini nasikia ile sauti ya Mwakasegi nasema msiogope, msiogope kwa sababu unafuu wetu unakwenda kuonekana, unafuu wetu unakwenda kukaribia. Msiogope, ni kusonga mbele, hatua mmoja mbele wote, hakuna kurudi nyuma. Ime, imegoma kutubu, inaonyesha kwamba ina uwezo zaidi ya sisi hapa. Kwa hiyo cha kufanya tuendeni mbele Eti jamani, tuliendelea kwenda mbele, ile miti iling'oka na mizizi yake, ilivyong'oka ikaanguka. Yani unajua mtu uking'oka na mizizi namna unavyokuwa basi, pale katikati ni kama shimo likatokea. Eti kaang'oka pamoja na mizizi, kuna mashimo yakatokea. Akas, afu akasema simmeona, imeshaanguka. Sauti ya Mwakasege inasema simnona, imeshaanguka sasa. Nyie piteni sehemu ambayo mnaona kabisa kama pana njia ya kupita. Sasa ile cha kushangaza kushangaza, chenye kibaki na shangaa ile miti ilivyoanguka mbele, tuliona mji mzuri, magorofa, mataa mengi, alafu pana lami. Ni kama sasa tunaondoka kwenye kwenye ule msitu uliokuwa na kichaka kinene na msitu mnene, eti tunakwenda sasa kwenye lami ili tuianze safari Guys, baada ya kufika kwenye lami tukaanza kushangilia, tunaomba kila mmoja anaomba, anaomba vile anavyojua yeye, tunamshukuru Mungu tumevuka kwenye ule msitu ambao hatukujua kama tungevukejevukeja, lakini Mungu umetuvusha huku. Tukashika vifua vyetu tukaanza kuimba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tanzania. Guys, nakuja kushtuka, joto, nimechoka kama nilikuwa safari ya mbali, sielewi ilikuwaje. Nakuja kushtuka hivi ni kitu gani? Nakuja kufikiria ni nini, nilikuwa naota. Nakuja kufikiria kwamba ndio ile ndoto. Nguvu zinishia, nikakaa chini, nikamwambia Mungu, ni hivi ambavyo nimeelewa mimi, au kuna namna nyingine ambavyo wewe unamaanisha? Mungu una maana nyingi, na sasa nikaelewa kibinadamu, lakini sijajua Mungu unamaanisha nini. Nimekaa jana juzi, nitaka ni M -m -m, jana nitaka niongee, nikasema hebu kwanza nitulie, huenda Mungu atanipa maana tofauti na ile ambayo mimi nimeielewa. Basi hadi leo hii hapa najaribu kusema Mungu iwe tofauti na vile ambavyo nimeelewa, lakini bado maana inayokuja ni ile ile. Guys, ambaye atajua ni nini maana ya ndoto naomba ni inbox au a comment hapo aniambie ni nini maana ya ndoto, kwa sababu inaniumiza, imenikosesha raha, sina raha. Kila nikikaa tu naona kama moyo wangu sijui uko vipi yaani, naona kama kuna kitu kimepunguka ndani yangu toka yani, nikifikia ndoto na nanikosesha raha guys. Yaani nakosa raha, naombeni mnisaidie ni nini maana ya ndoto kwa sababu inaniumiza nimeielewa kwa namna yangu lakini sijajua kama na wewe ukija utaielewa kama vile ambavyo mimi nimeielewa kwa hiyo naomba mnisaidie ina maana gani hata kama pana mtumishi wa Mungu yupo naomba mchukue hii clip mumtumie ani yani nataka tu kujua kwamba hii ndoto ina maana gani please nataka kuelewa hii ndoto ina maana gani kwa sababu inanikosesha raha na kwa nini nikoseshe raha nimeota ndoto nyingi sana lakini ni ndoto ambayo inanikosesha amani sina amani yaani naona kabisa kwamba nimekosa amani gari zinahitaji msaada wenu na nitafurahi kama mtanisaidia maana ya maono haya, maana ya ujumbe huu mzito ambao Mungu ameupitisha kwa majira haya ni ukombozi wa nchi ya Tanzania. Mungu ametumia mafumbo ambayo kila mmoja naamini anayaelewa vizuri hasa katika mfumo huu ambao amejaribu kuweka kila kitu kipo wazi. Miti inamaanisha pia roho inamaanisha mtu inamaanisha mtu kulingana na, na cheo. Hiyo miti membamba inamaanisha ni waovu walio na hadhi ya chini, na hiyo miti miwili minene ni waovu watawala wakuu ambao wana nafasi za juu na hao watu wanaishi katika nchi ya Tanzania. Ameonyeshwa ya kuwa watu wengi wasiohesabika wasio na idadi, wanawake kwa wanaume, wakiimba wimbo wa Tanzania, Mungu ibariki Tanzania. Maana yake Mungu ameinua jeshi lake ambalo ni watu wenye haki, watu wanyonge, wanaoonewa katika kuikomboa nchi hii kutoka kwenye makucha ya adui. Na hao watu wawili na hiyo miti miwili mikubwa ni mzee wa Msoga, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya nne Kikwete, na huo mti mwingine ni rais aliyopo sasa, huyu ni Mama Samia. Unapoona kwamba ni msitu, hakuna uwezekano wa kupita maana yake upo wigo wa wa kuzimu ume, ume, umewakinga watu umewakinga Watanzania ili wasivuke kutoka kwenye utumwa huu wa kuzimu kwenda kwenye mamlaka ya utukufu wa Mungu, kwenda kwenye mafanikio, kwenda kwenye haki, kwenda kwenye baraka za Mungu. Hivyo Mungu ameinua kusema ya kuwa hawa ndio ukuta wa Yeriko. Hivyo ndivyo vichaka vya uovu. Hizo ndizo mamlaka za uovu zinazozuia Tanzania kusonga mbele. maana yake nini? Hii ni kusema kwamba nchi hii haipo mikononi mwa Mungu. Alijaribu kuonyeshwa kwamba haipo salama. Ipo chini ya mamlaka za uovu. Wanaiendesha kwa jinsi wanavyotaka. Wanaipeleka mahali wanakotaka. Wanawafanyia watu wa nchi hii jinsi wanavyotaka. Lakini kilio chake kimefika mbele za Mungu na sasa, Mungu ameinua jeshi lake kuhakikisha wanaanguka. Hiyo sauti uliyosikia mtumishi wa Mungu Mwakasege, hiyo ni, ni ishara au ni sauti ya mtumishi wa Mungu au ni sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake mwaminifu. Hiyo amemtumia kwa sababu ni mtumishi mwaminifu. Hiyo ni sauti ya Mungu kuwaambia Watanzania kuwa muda wa kufanya hivyo ni sasa katika yote wanayoyatisha kama alivyoona matawi kupiga piga, maana yake ni hizo e, mbinu za uovu wanazotumia kuwatisha watu, kuwadhoofisha watu, kuwateka, kuwaua. Na haya yote yanafanywa na hawa rais wa awamu ya nne na huyu aliyoko sasa, ndiyo hiyo miti mikubwa miwili. Mambo haya hayajaja kwa bahati mbaya. Wala wakati huu wa ukombozi Mungu hajauleta kwa bahati mbaya. Nipo hapa sasa kukuelezea kwa nini iwe sasa. Mungu atafanyaje? Anatumia mfumo gani kuhakikisha watu wanainuka na kuziendea baraka? Tumewahi kuzungumza mara nyingi sana kuhusu majoka ya nchi hii. Kuhusu mifumo ya utawala wa giza kwenye nchi hii. Wengi alipoanza mtumishi wa Mungu kuzungumza walidharau. Aliwahi kusema liko joka la kuzimu ambalo limeshawahi kukalia kiti cha enzi katika nchi hii. Rais wa awamu ya nne ni joka ambalo liko kuhakikisha mapenzi ya kuzimu yanasimama. Hayuko upande wa Mungu, wala hayuko kutetea wa, hayupo kutetea watu wa Mungu, yupo kutetea upande wa adui, upande wa uovu na huyu aliopo sasa, mamlaka zote kila mfumo ni wa kwake huyu, maana wako pamoja katika kila jambo. Ndio maana ona, miti imekuwa mikubwa sana, hata mbele watu hawaoni, umekuwa msitu mnene, ili watu wabaki kwenye utumwa. Kumekuwa na videos nyingi sana za kusema za kuwafumbua watu macho ambazo mtumishi wa Mungu Nabii Musa ameziongea. Nataka nimzungumzie huyu maana ndiye Mungu aliyemweka kuyang'oa na kuyaangusha na kuyatoa hayo yote. Hao ambao umekuta wameanguka hiyo miti iliyoanguka haijaanguka tu kwa bahati mbaya, iko mekanizimu ambayo Mungu ameshaianza tangu muda na sasa ni hitimisho lake. Kwa kifupi ni kuambia kuwa Tanzania hii unayoiona ni nchi ya agano la mwisho, ni mbadala wa Israeli. Ni nchi ambayo Mungu mapenzi yake katika nyakati hizi amechagua iwe hapa Tanzania. Hapa lipo sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kuna vitu vitatu. Cha kwanza kuna fimbo. Fimbo ni mapigo, kama alivyopigwa Farao na jeshi lake kwa mapigo kumi. Ndani ya sanduku la agano iko mana, chakula kitamu kwa wanaotii. Ndani ya sanduku la agano ziko mbao sheria amri, mamlaka ya Mungu liko hapa Tanzania. Ndani ya nchi hii kipo kiti cha enzi cha Mungu. Ndiyo maana wengi walio ndani na nje ya nchi, watumishi wa Mungu, waliona dunia nzima ni giza na Tanzania peke yake iko nuru, na hiyo nuru ndio inamulika Tanzania yote, Afrika yote na dunia nzima. Hivyo ujue ya kuwa nchi hii ya Tanzania ni nchi ambayo mapenzi ya Mungu yanasimama sasa. Kimwili watu hawajaona hilo, lakini kiroho Mungu ameshamwandaa mtu wake, mjumbe wa agano la mwisho ambaye amemweka juu ya kila kitu. Yeye ndio yuko juu ya mapigo yote yanayoendelea kwenye nchi hii, ndio maana ukaona hata miti hii imeng'oka. Yeye ndiye amekaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Hakuna anayeweza kupata nafasi tena ya kukaa kwenye kiti cha utawala cha uraisi kama ilivyo mwanzoni. Lazima apakwe mafuta na mtumishi wa Mungu, Nabii Musa. Nabii Musa alimuita Askofu Gwajima ambaye Mungu alimpa kibali cha kutawala nchi hii baada ya Magufuli kufa. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alimpa ujumbe ya kuwa unaitwa Mungu amekuteua uwe hapa badala ya huyu, lakini mara zote mpaka kufika elfu mbili na ishirini na nne mwishoni alikataa. Baada ya kukataa elfu mbili na ishirini na nne mwishoni, huyu alioko sasa, Yezebeli mama huyu, aliomba kuendelea, akapewa maagizo ya kuwa hii ni nchi ya Mungu, hawana tena kibali miungu wala mapepo, maana tangu wakati huo tangu elfu mbili na ishirini na mbili Mjumbe wa agano Nabii Musa amepambana vita vya kiroho na miungu ya Tanzania. Unaposikia mungu wa Tanzania ni joka, ni huyu mzee wa Msoga, rais wa awamu ya nne, ambayo yeye yupo kuhakikisha mapenzi ya kuzimu yanasimama. Amemshinda kiroho, na sasa kinachoendelea ni vita hiyo kudhihirika katika mwili. Ndio maana wengi wameona hata kwa sura kabisa ya kuwa ni yeye, na mwisho wake ni mbaya ushindi huu hauji kwa bahati mbaya. Mungu anatumia watu katika mambo mengi ya duniani, hivyo ni wazi Mungu anawataarifu watu ya kuwa mjue hii ni nchi ya Agano, na ndani ya nchi hii ya Agano yuko mjumbe wa Agano ambayo yuko juu ya vyote. Baada ya mama kuomba, naye akapewa maagizo ya kuwa hii ni nchi ya Mungu, lazima ufanye moja, mbili, tatu. Alikubali, lakini baada ya kupata nafasi akakataa alivyokataa mjumbe wa agano Nabii Musa akatoa kibali kwake, kama alivyotoa kwa Gwajima. Baada ya kukataa, mwisho wa siku hali yake sasa ni mbaya, kila sehemu anakataliwa, kila mmoja anamwona si lolote, kwa sababu ameinua vita na mtumishi wa Mungu na mteule wa Mungu, mpakwa mafuta wa Mungu ambaye Mungu amemsimika juu ya mamlaka zote za dunia maana amepambana na miungu ya dunia ameishinda, amepambana na joka la Tanzania amelishinda, amepewa kuketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu tarehe 17 mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Hicho kiti sasa kipo hapa, na hapa Tanzania ndipo litajengwa hekalu la tatu la Kristo, na hayo yote yako chini ya mjumbe huyu. Kwa hiyo ndio maana hata yanaendelea katika nchi hizi za Afrika, mapigo hayo yanatoka hapa hapa Tanzania chini ya mjumbe huyu Nabii Musa ambaye amesoma mbinguni chuo cha Biblia cha mbinguni, akifundisha Yesu mwenyewe, ameenda mbinguni zaidi ya mara tisini, ameshuhudia kufunguliwa kwa mihuri. Ujui sasa ile mihuri ambayo ipo katika Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo, mjumbe huyu Nabii Musa alishuhudia umefunguliwa muhuri wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na moja imefunguliwa tarumbeta ya tatu na juma la tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mwezi wa kumi. Vitu vyote hivi vimefanyika na sasa Mungu amempa kushinda. Kwa hiyo amepambana na kuzimu na mauti, yaani mauti na kuzimu ni roho ni mtu ambazo amepambana nazo, na sasa ameshinda. Hakuna hakuna uwezo au mamlaka zinazoweza Eh, zinazoweza kupambana katika hali hiyo isipokuwa yule aliyeshinda ambaye ni mjumbe wa Agano. Kwa hiyo baada ya kupambana kuzima na mauti akashinda, akapambana na miungu ya dunia. Maana yake ni nini? Kwamba nchi hizi duniani unazozikuta zote, mapenzi yanayotimizwa hapo sio ya Mungu. Ili kutaka Mungu atawale lazima upambane nao na uwashinde. Ndio maana nawashangaa hata wanaosema wanafanya injili ya uamsho ambayo wanatembea mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, wakisema sasa ni injili ya uamsho. Huwezi kufanya injili ya uamsho wakati pale mkuu wa nchi ni, ni wakuzimu anakupangia cha kuhubiri, anakupangia cha kusema. Injili ya uamsho inaanza kung'oa waovu kutoka kwenye kiti cha enzi. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alipambana na serikali za Kirumi. Wengi wanasema ti mamlaka, sio kila mamlaka Mungu anasema itii Mbona kina Petro mitume wa Yesu pamoja na wengi walipambana kuziondoa serikali hizo, hata wakaishia gerezani na, ku, na kupitia misukosuko mingi. Ni kwa sababu ni serikali ambazo hazikumjua Mungu wala kuitii sheria yake. Hivyo haya yanayoendelea yako hapa hapa Tanzania chini ya mjumbe wa Agano Nabii Musa ulichokiona ni Mungu anakutahadharisha ya kwamba waovu wanakwenda kung'olewa wote, wanakwenda kuangushwa wote, wadogo kwa wakubwa. Na yale matawi kuwapiga watu na kuanguka, ni kwamba ukombozi una gharama zake. Wapo watu wa, wa wenye haki, wengine yatawagusa majeraha ya, ya adui, kwa sababu hata mshindi huwa eh, anapata majeraha kidogo. Kwa hiyo maono haya ya taifa yanahusu ukombozi unaokuja, na sasa nitakuwekea hapa picha nyingi sana za namna ambavyo tumezungumza. Nabii Musa amezungumza na, na wale ambao Mungu amewaonyesha wa wakasema, haki wanazungumza kuhusu haki na nuru inayokuja. Nuru hiyo ni mjumbe wa Agano ambaye yeye amepewa kushinda, na, na ndiye kiongozi wa hayo yote. Mungu akubariki sana, naamini utakuwa umepata picha ya kinachoendelea katika nchi yako ya Tanzania. Hata kuiona ukiimba wimbo huo wa ukombozi. Mungu akubariki uwe na wakati mwema.